Mwanga umefifia kwa sababu ya eneo nilipo, na kuna mahali nimelazimika kutembea kwenye msitu mkubwa sana kwa muda mrefu, ili kupata hifadhi hapa nilipo sasa. Nikaona vema ya kwamba kwanza nikae eneo ambalo watoto wangu hawatakuwepo, ili kama ni kuuawa ni uwawe peke yangu. ya Yani, hapa nilipo hakuna ajuaye nilipo, hata mke wangu hajui nilipo. Shalom, watu wa Mungu, nasikitika kuwajulisha kwamba nimekimbia mkoa. Sababu za kukimbia, najua wengi mnaonifuatilia Mmekuwa mkipata taarifa mbalimbali za tari ambazo zilikuwa zikinikabili, lakini mwisho kabisa nilikuja kupewa taarifa na msamaria mwema aliyenitajia namba ya gari, aina ya gari na watu waliomo ndani ya gari, na kwa kuwa mimi na watoto wengi tulikuwa kwenye maombi ya Mungu tuongoze cha kufanya hapa, na nikawa na ota ndoto na ota ndoto, binti yangu guru ananiambia, anamwita mama akasema, mama, mama ana watu wabaya wako hapo nje, na inaonekana wamekusudia kufanya mabaya. Kilichonishtua, ninaposhtuka hivi, niliona niliona simu inaita, na ikawa inaita sasa, vya ukweli simu ikawa inaita, vya ukweli kupokea ile simu yule mtu akasisitiza sana akasema, Mchungaji Mbarikiwa, naomba sana niongee na wewe sasa. Kwa sababu simu sipokeagi moja kwa moja mimi, nikasema mwambieni atume ujumbe wa dharura. Hivyo hivyo ndo akatoa kwamba uko targeted, tafadhali fanya chochote upotee hapo, fanya chochote uwezacho upotee hapo ulipo. Sasa kama kwanza mimi niseme, niliona ni kama hiyo e, taarifa ina inaenda sambamba na kile ambacho asea Mungu niongoze maamuzi ya kuchukua kwenye eneo kama hili wakati kama huu lakini kama ni njozi ilikuja eh, kwa sababu ya fikra, na huyo mtu pengine alikuwa na makusudi tu ya kwamba Mbarikiwa asiwepo kanisani au nichukue hatua ambayo anaweza akawa naichekelea ambaye walau nimefanikiwa anyway, uh, maelezo ya maelezo ya huyo mtu hayawezi kuwa peke yake, akajiona ni mshindi, kwa sababu nyuma yake nimeisha posti sana picha za gari na nipozitolea maelezo mahali fulani kwenye vyombo kwa sababu ambazo sijui ziliacha kupaki pale. Kwa namna hiyo, kazitolea taarifa kwenye vyombo, nikaziposti kwenye mitandao, ziliacha kupaki hilo eneo. Lakini kubwa, watoto wamekuwa katika presha kubwa msongo mkubwa wa mawazo, maumivu makubwa kwa sababu baba wananiona niko hatarini na kosa hawalioni. Na kwa kuwa pia na baadhi ya watu walionekana kupotea, walionekana kuuawa, makosa hayakuonekana, basi walijua pengine na saba ni Mungu ameruhusu wa wakati huu kulia. Kama nilivyosema wakati wote mimi nilikuwa tayari, niko tayari hata kama ni kufa, kwa sababu kwanza nimeshindwa kulinda uhai wa mwanangu wa pekee. Bila shaka wote mlisikia namna ambavyo nilizungumza kwa namna alivyouawa, na mtu ambaye baadaye akaja kujitapa kwa njia ya simu, niliongea hivyo tuliendelea na kesi mahakamani. Sante Mungu, mahakama ikunitia atiani kwamba nimesema uongo, sababu pia mhusika hakutokea kukanusha au kukana kwamba mimi sikusema sim, kwa njia ya simu kwamba nimemuua mtoto wapeke, wa pekee wa Mbarikiwa. Kwa hiyo eh, sababu mimi siku, sikuwa na sababu ya kuogopa kufa. Haiwezekani niponze uhai wa mwanangu alafu mimi nijiponye. Haiwezekani niponze uhai wa sifa mimi nijiponye, lakini pana sababu mbili zilizopelekea iwe kama nimejiponya na ifanyike kile ambacho wengi wanasema, mbona ulikuwa unapinga unakataa wenzako wakifanya hivyo? Nitaelezea kama sio hapa, wakati mwingine. Lakini sikiza sababu hizi mbili. Sababu ya kwanza, mimi nina vijana ambao walishakusudia, wameshakusudia kwamba mchungaji, hakuna yaani atakayefanikiwa kukua, lazima tuuwe kwanza. Sisi hesabu yangu, nikaona baada ya uchunguzi, tukaona ni kweli, ni kama wanaweza wakaja wakaua idadi yoyote ya watu. Hapo itakuwa ni kama mimi ndiye niliyepelekea idadi kubwa ya watu wakauawa, kwa sababu tu pengine inatafutwa roho yangu. Lakini mbili, ama bi kabla ya mbili bii yake nikaona inawezekana kwa sababu nia niku, pengine ni kumuua mbarikiwa tu. Kosa nitakujulisha kidogo hapa, pengine kwa sababu nia ni kumuua tu Mbarikiwa, au watu wanaweza kukavunjwa miguu kwa risasi wakajeruhiwa na Mbarikiwa akauawa. E, mke wangu kanisa na mimi tunajaribu kuona ilivyo kazi ngumu sana, kukumbuka kuvumilia mtu anapouawa ama anapokuwa hayupo amefariki. Sababu ya pili pia huruma imekuja kwamba mi niko tayari kufa, naweza nikauawa, lakini hao wengine wataishi miaka mingapi kwa maumivu zaidi yako maumivu yasiyoneneka ya kuuawa ya ya kwa mtoto ya kufariki kwa sifa kwa namna ile aliyofariki, ambayo Mungu anajua ikaonekana, ninapo na mimi pia, kwa sababu tunaishi kwa ajili ya Mungu na Mungu ni watu; kuwaumiza watu ni kumuumiza Mungu ikiwa na mimi nitaingia, kuwa radhi kufa hawa watu watalia, watakuwa na maumivu makali kwa muda mrefu, taongeza tena na tena. Sasa nikaona vema ya kwamba kwanza nikae eneo ambalo watoto wangu hawatakuwepo, ili kama ni kuuawa, ni uwawe peke yangu. Yaani hapa nilipo hakuna ajuae nilipo, hata mke wangu hajui nilipo, ila wakati naondoka yetu likubaliana kwamba nikakae sehemu ambayo hakuna atakayejua nilipo, kama ilivyotokea kwa polepole pole. Kama ninakosa kihivyo, kama nakosa kihivyo, basi naamini itakaponikuta, kama ni kuuawa nitauawa mimi mwenyewe peke yangu, wala sio na watoto wengine ambao wangejitolea kunilinda kunikingia kifua. Kosa ni nini? Kosa moja nime katika taarifa iliyonipa aina ya gari, rangi ya gari, watu waliomo kwenye gari na mpango walionao. Itoa kosa la kwamba kwa sababu chaneli yetu imeposti e, ile hotuba au maelezo ya Kapteni Tesha, kwa hiyo inaonekana ni kama ni watu ambao tuli tulikuwa na njama na Captain Tesha. Kimsingi kwenye chaneli yetu, kama unaifuatilia, huwa iwagi ya kwanza kuposti vitu kama hivyo, au haiwezi kuviona vitu kama hivyo kwenye kwenye chaneli moja, tukawa wapili mpaka tunarusha ile ya Captain Tesha ilikuwa imesha sambaa sana. Kwa hiyo sisi tukajua hii bila shaka haina tatizo, wahusika wamejua, pengine kinachozungumzwa kina maana. Lakini pia huwa tunauliza baadhi ya wanaokuwa kwenye nafasi fulani kwamba kama hii ikoje, wanakuambia hapana, mbona sasa watu wengine wameshairusha. Na hata kama jeshi lingekuwa linasema hiyo taarifa itakiwi, linge kwenye ufafanuzi wake, lingesema wote waliopandisha taarifa hiyo waiondoe. Pamoja na hayo, sisi tuliondoa ile tuliposikia kwamba Kabigomila alikuwa analalamika kwamba jamani, mimi tesha sio ndugu yangu, na kuna vijana fulani alimaarufu machawa, asema kwa kwamba huu ni mpango wa wachungaji, sio mchungaji k. Ni kama ni moja ya clip iliyomletea shida mchungaji Dickson Kabigomila. Tulipoona hivyo sisi tuliondoa ile clip, tuliondoa kwamba sisi nia yetu hayakuwa mashindano nia ya kuwa mashindano. Mimi siaminigi hata kama umeshawahi kunifikiria hivyo, mimi siaminigi kufanya kitu kwa mashindano. Mimi nadhani natumia namna ambayo inaweza ikaleta maana zaidi kwao. Nipo na shida, niliondoa, lakini pamoja na kuondoa, nianza kuona magari yanapaki usiku saa nane utoka saa saba kwa kujificha na paka karibu na hapo nyumbani, kwa sababu watoto wako macho muda wote, wanaenda napiga picha ya nahama. Kwa hiyo kosa inaweza kwa huku mwishoni, ambayo e, nilisikia ali, msamaria mwema huyu aliyetoa taarifa aisema kosa ni hilo ambalo limepelekea uingie kwenye mpango wa kuwawa e, kosa lingine ambalo nilikuwa nalihisi, kwa sababu kabla ya hizi siku mbili tatu, kosa lingine ambalo nilikuwa nalihisi ni kwamba yule mtu ambaye nilimsema nil, kwamba amesema kwa njia ya simu kwamba ameua mtoto wangu nilihisi pengine baada ya mahakama kunipa ushindi kwamba Mbarikiwa hana hatia kusema hivyo, kwa sababu yule aliyemsema hajaja mahakamani kukanusha wala hakwenda polisi popote kulalamika. Niliona ni kama, kwa sababu bado ni mtu, anaweza kuwa na nguvu tena na tena na tena. Niliona ni kama Ee, anaona mbarikiwa kama amenishinda mahakamani, inabidi asiwe hai, sababu hapo nyuma pamekuwa na trending za hapa na pale za magari kuja kupaki pale, unajiuliza, unauliza kosa nini? Nikahisi kitu cha aina hiyo, kwa sababu naamini kabisa wengi hata wakati fulani wai kukaa kwenye kikao fulani na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa, wakati mkuu wa mkoa ni Juma Homela Homela, naye alikiri ashambarikiwa, sasa hivi mbona hasemi yale ambayo tulikuwa tunasema, pengine anatukana alimaarufu, mbona ni kama sasa akashika adabu? Kwa hiyo na mwanga umefifia. Kwa sababu ya eneo nilopo ni na kuna mahali nimelazimika kutembea kwenye msitu, nimelazimika kutembea kwenye msitu mkubwa, nimelazimika kutembea kwenye msitu mkubwa sana kwa muda mrefu, ili kupata hifadhi hapa nilipo. kwa hiyo huu mwanga muutegemee, kwamba katika wakati mwingi sana naweza nikawa natoa kripu kwenye mwanga hafifu. Kwa hiyo moja sababu nimeona ni hizo. E, lakini pengine kama sababu zingine ni Mbarikiwa haamini watu kuteseka wachache kucheka wengi kulia, na wengi wanapolia, wengi wanapoonewa, ndio amani tuilinde. Mbarikiwa haamini kwamba amani ni wachache kucheka wengi kulia, mtu wa aina hii hastahili kuishi. Kama hilo ni kosa la usilopenda kutendewa, usimtendee mwingine kama nayo hayo ni moja ya makosa katika Injili, mahubiri makatazo, nayo hubiri, kama nayo ni makosa ambayo yanapelekea niuawe, nitafutwe, niwe hatarini, nilalamike lakini sisikilizwe, kwa sababu mai kutoa taarifa polisi kwa habari ya kijana ambaye nitishia kuniua, hiyo taarifa ilishia tu kwamba kwenye uchunguzi hii ya magari ambayo yamepaki karibu na mimi. Nitoa taarifa polisi mahali fulani kwa njia ya simu, nikampigia mtu ambaye sitaki kusema kwamba pana hatari hapa. Mimi naamini polisi wakipata taarifa kwa njia ya simu kama hivyo, ni taarifa tosha kabisa ambayo wanaweza wakakimbia kufika hilo eneo ili kuhakiki pana nini, lakini hapakuchukuliwa hatua yoyote. Kwa mazingira kama hayo, kwa mazingira kama hayo, e, sijui inawezekana makosa ni mengi, na moja ya makosa ni acha kuhubiri kwamba amani sio wachache kucheka, wachache kushiba, wengi kulia. Hiyo ndo amani ambayo tunatakiwa tuilinde, sasa usipinge hivyo. Tunaposema amani, tunu ya amani tuilinde hivyo wakati wachache wanacheka, wanakula, wengi wanalia, wewe utaki tulinda amani ya aina hiyo. E, niwambie kwamba nipo hapa kwa muda nimeona ikiwezekana, watoto wangu ee, ikiwezekana wajaribu, kwa sababu hata kama wanauawa, nimetaka isionekane wanauawa kwa sababu wananilinda mimi. Kama wanauawa ionekane ni wao wenyewe na mawazo walionayo na namna ambavyo wanajisikia Lakini baada ya muda ikionekana hakuna wameshajiridhisha na kuona, basi, ikiwezekana, mchungaji, kama ni kukuua, wana mpango wa kukuua, basi na wakuue tu, na wakuue tu kuliko hii hali, hao wengine na wenyewe wakija kuona mambo magumu zaidi, ambayo sasa wanaona imeshindikana na aidi kwamba, tarudi Mbeya, tarudi Mbeya, taonekana kanisani, tahubiri haya haya usilopenda kutendewa usimtendee mwingine. Amani sio wachache kushiba wengi kulia. Amani ni hali ya unavyojisikia vizuri. Amani inakuja mpaka uone mtu mwingine naye anajisikia vizuri kama unavyojisikia vizuri, otherwise uwezi ukaenda msibani ukasema mimi nina amani, watu watasema we ni mchawi. Ndio hiki ambacho baadhi ya wanaonufaika na vilio vya wengine, ukipigia kelele na kusema jamani, amani hii tuilinde, mimi naamini, nahisi nahisi, kila anayesema amani tuilinde wakati watu wanalia, watu wanaumia, watu wanalalamika, nahisi ni mchawi ama kwao, kwao kuna asili ya uchawi kwao bibi yake babu yake kwa vyote vile walimrithisha uchawi bila kujua. Huyu ni mchawi. Amani ni mpaka na mpaka na mwingine awa wanajisikia vizuri. Ukiona watu wamepata ajali hapo, miguu imevunjika, wamepasuka vichwa, wamepasuka utumbo, nasema nina amani mimi. Ukiona mtu anapiga mtu, anaua mtu, nasema nina amani mimi. Ujuu unafurahishwa na kila anachokifanya yule, ujuu umefurahishwa na mabaya viliyo hivyo ambavyo hao wengine wanalia. Kwa hiyo watu wa Mungu, e, nitawarudia kufafanua vizuri na hasa baada ya comment hapa na pale nitawarudia kufafanua mambo mengine. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.